Mashuhuda wanasema milio ya risasi na uporaji viliripotiwa katika jiji hilo. Hata hivyo, Baleke Idrisa, mwanaharakati wa shirika la raia wa Uvira, anaeleza kuridhika kwake. Ni ya furaha kwa sababu kila kitu kilikuwa kinashimama muuvira. Kurejea kwa wazalendo ni kitu ya mzuri, lakini tunaomba wazalendo kwa kweli wajeshimu, waache wa raia waishi mareu na amani. Ile masasi ya kila samu mwingine, hiyo tabia ya vile wasirudi nayo tena muuvira. Tunafurahi jinsi walirudi wakuye, wasikirize raia yao. Christophe ni mkazi mwingine wa Uvira, anakumbuka kwamba tangu Disemba machafuko ya usalama yalikuwa yamepungua katika jiji hilo Uvira. Ile mafujofujo mwingine ilikuwa isha punguka kwanza kulikuwa kushakuwa kimya. Usi mungini mchafu mchafu ilikuwa ulikuwa ishapunguka kidogo. Ndugu zangu wa Uvira ningewasi, tuwe na upendo. Mwanze chongeana kubazalendo hapa hapana, hiyo sio poa. Dunia Amisi ni mwanaharakati mwingine wa asasi za kiraia Uvira anaamini kwamba kujiondoa kwa AFC M23 ni hatua madhubuti katika mchakato wa amani na anatarajia kuona kurejea kwa hali ya kawaida. Kwa sasa hali inazende na kurudia kwenye utulivu wa general wa Kizalendo wanaenzaenda wanakataza askari wao ambao walikuwa wanashuka wakipiga masasi juu, wanaanzina wanawaambia waache kupiga masasi na kila watu waende wanarudia kwenye position zao. Mashirika ya kiraia huko Uvira pia yanahimiza watu kuishi pamoja na kuepuka ugomvi na shutuma za kikabila. William Basimike, Bukavu, RFI Kiswahili.